Timu ya Azam FC itacheza dhidi ya KMKM FC ya Zanzibar, hatua ambayo inayofuata ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mechi zitapigwa kati ya Oktoba kumi na saba mpaka kumi na tisa mechi ya kwanza, na mechi ya pili ni kati ya Oktoba ishirini na nne hadi ishirini na sita ambapo hayote yameweza kutokea baada ya klabu ya Azam FC kuweza kuibuka na ushindi mnono wa watak takriban aggregate ya goli nne kwa sifuri mbele ya timu ya Almereki ya Sudani Kusini, ambapo Azam waliweza kuwapiga Almereki ya Sudani goli mbili wakiwa nyumbani na baadaye wakaja kumalizia uwanja wa Chamazi kwa kuwapiga goli mbili tena na kufanya aggregate ya goli nne kwa sifuri na kufanya kuondoka kwenye hatua ya awali kwa aggregate ya goli hizo, na ikawa moja kwa moja ni tiketi ya kuweza kukutana na timu ya KMKM kutokea Zanzibar. Klabu hiyo, klabu hiyo ya Azam FC imetinga raundi hiyo ya pili ya kombe la shirikisho eh, kwenye mashindano ya kafu kuifuata ushindi kufuatia ushindi huo wa goli nne dhidi ya Elmereki Elmereki ya Sudani Kusini, eh, wa wakamikate hao walishinda magoli hayo yote hayo kwenye uwanja wa Azam Complex na kule kwao Azam FC watachuana na KMKM ya Zanzibar kwenye raundi ya pili. KMKM ilifika hatua hiyo kwa kufuatia ushindi wa jumla e, wa magoli manne kwa mbili, ushindi wa goli mbili e, kwa moja ugenini, kabla ya kushinda goli mbili kwa moja nyumbani. Na Azam yenyewe iliweza kushinda kwa goli mbili kwa sifuri ya Elmeleki e, Betindu. Na kufanya aggregate ya goli nne, magoli yalifungwa na Yoro na goli nyingine ilifungwa na Saaduni. Hivi ndivyo ambavyo timu za Tanzania zimeweza kutinga hatua hiyo, huku Azam akiungana na timu nyingine takribani nne ambazo zimeweza kushinda e, kwenye ardhi ya Tanzania yani e, Azam pamoja KMKM, Yanga, Singida Black Stars na Simba, wote wataingia wata kwenye raundi inayofuata kwa ajili ya kuchuana kwenye mtoano huo, kuweza kuingia kwenye hatua ya makundi ya mashindano hayo, ambapo kwa Tanzania timu ambazo zinashiriki shirikisho ni pamoja na Azam, Black Stars na KMKM, huku Simba na Yanga wenyewe wakiwa wanashiriki mashindano ya klabu bingwa blani Afrika, yani CAF Confederation Cup, huku zikiwa timu zote zimetinga hatua inayofuata kwa ushindi ambao ulikuwa ni ushindi wa kufurahisha zaidi.